Mambo itakuwa namna gani? Sasa. Joka. Mbona tuepa epa? Ah, siwezi waepa. Tayari tumaliza kazi, baada hujatumaliza malipo. Si unajua kuwa mbali na nyinyi, si ati namaanisha nimewaepa. Ni venye tajiri alikamatwa. Tajiri alikamatwa? Ndio. Na ana ufawa business, na nataka malipo yetu. Pesa yenu mtapata. Anza kazi, tunalipwa nusu, tunapomaliza kazi tunalipwa zote, cash cash on delivery. Nakumbuka hiyo sheria, naijua. Mbona unatufanya hivi? Lakini sasa, mlipeko tu muda kidogo, ni venye tajiri alikamatwa. Alikamatwa nani? Of our business, nataka malipo yetu. Nilishamaliza na hata mwenyewe, nilimtupa kwa maji, samaki zilishamkula. Sasa malipo yetu. Nipeko tu muda kidogo ni venye bado muda alikamatwa. Jaribu kunielewa, pia kazi zingine situnafanyanga zinakuwa tu fit. Najua kazi iko iko risk, najua kazi zote tu situnafanyanga zinakuanga tu poa. Ni peke yake tu ndio inalalisha tu kidogo. Usipo Usipofanya hivyo joka. Nipe muda kidogo, bado nashughulikia. Kupa siku tatu. Usipo usipomaliza malipo yetu, wewe utakuwa cargo. Umesikia? Nimesikia. Sawa.

na nadhani kufikia sasa hamna haja ya kulizungumzia swala hili. Nadhani ntaifanya kazi hii, ili tuongozane kuhakikisha kwamba kampuni inaendelea. Ai, eti wewe boss? <tuhu> mimi ndo nastahili hata cheo <tuhu> ninastahili, mradi ambayo mimi nilipata na wewe ambayo ulipata

A watu awezi kuwa na, wanaishi kwa hmm? hmm? nyumba yangu na hakuna chini, wananipea hodi. Watu wanajua mimi hii nyumba imenigarimu pesa ngapi hmm? loan ndio hiyo KCB nanidai, mshwari nanidai, wananiambia tu watalipa jana, kufikia saa hii kwa akaunti hakuna kitu. Wacha wakutane na kafuli hapo kama wamekataa kufungua, wacha wabaki hapo ndani. Habari. Yeah, yeah. Ndio nini mimi, kitu nataka ni pesa eh? hamwezi kuwa mnaishi kwa nyumba yangu bure ninyi eh? ni watoto wangu. Hapana. tungenipatia chance na mimi pia chance. Vitu gani mimi, loan wanataka pesa. hii nyumba nimejenga na loan Mi... Ama unataka nikuonyeshe simu. Mshahara wananidai, kesi nanidai, ukienda kwa bangu wananidai. Apana. Naomba eh, tu nijieleze. Unataka bangi kujichukue hii mali yangu, si ndio? Apana. Naomba nijieleze. Mimi sina sitaki maelezo, sitaki nini, kitu nataka ni pesa. Naomba unipe muda ambaye tutalipa nyumba, omba tu nifungulie kwa leo, tunipatia kutu muda, hata kama ni one week. Niko na shida, venye unaniona saa hizi, hata sijalala kwa hii nyumba. Dada yangu amepotea kwa wiki mzima, namtafuta na simuoni. Shida ndo kuniambia nini. Naomba tu nisikize, kwa hiyo penye sister yangu wako, tutalipa nyumba. Naomba unipe tu muda kidogo. Tafadhali nimeomba tu. A, ambia Zaina yes. Nampea siku siku mbili. Siku mbili. Siku mbili siku mbili nimesikia. Siku masaa arobaini na nane yakipita nitakuja nitachukua hizo vitu zote, napewa tu auction wauze, wanipee pesa zangu nilipe loan nimesikia. Nawafungulia tu kwa siku mbili nimesikia. Asante. Nitajaribu kwa njia zote nipate sistangu, tutalipa nyumba ah, ni sawa mm.

Karibuni, jisikie nyumba ya. So, lengo langu la kuwaita hapa right now, I'm owning this office. I want to give you this vacant opportunities, utaka niwape kazi so that tufanya pamoja kwa hii hi kampuni. Siwezi andika mtu mwingine kutoka huko, mdhahau aatikanmapia nweza fanya hii kazi So, kila mtu nitampa nafasi ya kitengo chake na kila mtu atafanya kazi yake ambaye nitampa. Kwa hivyo nitahitaji ushirikiano wenu. So, mm, before we begin, let me introduce you to my uh, workers. Thank yeah. yeah. <laughs> <in> you. <laughs> Yes, mzee amekuja kumwona maabusi mmoja ma hapa. Hebu ni nimsikize. Karibu mzee. Asante, okay. <coughs> anza kabisa mzee, nahitaji kuku kukujua kuvitambulisha. Okay. k mi kwa majina Opala. Opala, yes pale nimekuja kumwona nani hapa, nimekuja kumwona na Mkula na Mkula. Huyu muuaji? Muuaji hey! tangu lini mwanangu akakuwa muuaji? mtoto wako tulimshika kwa ajili ya kuua. hiyo haiwezekani, ada kesi hiyo haiwezekani sababu ako hapo. hey, basi hebu niitie hata niongee na yeye hata kama dakika moja ama hata mbili. Subiri mwaji, ila utaongea naye kwa muda chache sana. Tuko hapa na taratibu zetu ambazo tunahitaji kufuata. Umenisikiza? Nimekusikiza. Sawa, hebu kidogo nimkamwite. Sawa. Yes. Yes.

Winnie is our clerk and Dan jamashugulika yeah, oh. Right? Okay. So, Dan and Winnie, um, these new uh, members that have joined us here and they are going to be our staff. So, without wasting time uh, shelving anaenda kurudi kwangu pale where I used to work and uh, Faith is going to assist me. In case I'm not around, takuwa naenda. Mbona a wenzetu ndio wamekuja lakini wako na vioo kubwa, nasi tumekaa hapa kwa muda na wewe? Na ukiendelea kuniuliza maswali ya kipumbavu kama hayo we'll